Iran ina haki ya kutumia teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema katika mahojiano. Baada ya kikao cha Baraza la Uchumi la Kimataifa la St. Petersburg siku ya Ijumaa, alizungumza na Nadim Koteich, msimamizi na mtangazaji wa kipindi cha mahojiano na meneja mkuu wa Sky News Arabia. Tunaamini kuwa Iran ina haki ya kutumia nguvu za nyuklia kwa malengo ya amani, na tumejitayarisha kama tulivyokuwa miaka iliyopita kutoa msaada unaohitajika katika uwanja huu, Rais wa Urusi alisema. Putin ameongeza kuwa Urusi inapinga kuenea kwa silaha za nyuklia katika nchi yoyote ile. Wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA unathibitisha kwamba hakuna ushahidi wa juhudi za Iran kupata silaha za nyuklia. Wiki iliyopita, Israeli ilianza mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran na kutoa onyo kali kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Imedai kuwa Tehran inakaribia kwa haraka hatua muhimu katika harakati zake za madai ya silaha za nyuklia, ikisema kuwa mashambulizi hayo ni muhimu ili kuzuia hilo. Iran ambayo inashikilia kuwa mpango wake wa nyuklia unakusudiwa kwa malengo ya amani pekee, ilijibu kwa mashambulio ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya Israeli. Katika mahojiano yake siku ya Ijumaa, Putin alizitaka pande zote mbili kutatua mzozo huo kupitia mazungumzo. Ameongeza kuwa Moscow imeitaarifu Israeli mara kadhaa juu ya ukosefu wa ushahidi kuhusiana na nia ya Tehran kuunda silaha za nyuklia. Katika ripoti yake ya mapema mwezi huu, mkuu wa IAEA Rafael Gross alisema kuwa Iran ndiyo nchi pekee isiyo na silaha za nyuklia ulimwenguni ambayo inazalisha na kukusanya uranium iliyorutubishwa hadi asilimia sitini. Wakati huo huo, mashirika ya kijasusi ya Marekani hayajapata ushahidi wowote kuwa Iran inatengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, Rais Donald Trump alisisitiza kuwa Iran ilikuwa karibu sana kuzipata wakati wa mashambulizi ya Israeli. Ameitaka Iran kujisalimisha bila masharti na kuonya kuwa huenda Marekani ikaingilia kati mzozo huo. Kulingana na Kremlin, Putin ana picha kamili ya hali hiyo kama mmoja wa viongozi wachache kuzungumza moja kwa moja na wakuu wa Israeli